Ujambo popote pale ulipo, na karibu kwenye pitapita pita za kwangu, ambapo twasema kuishi kwingi, kuona mengi na kutembea kwingi, je? Kuna mengi zaidi. Ni wakati basi, tupe, tuweze kufika. Of course nilifika maeneo kadha wa kadha na ningependa kujuza kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika. Kumbuka huyu hapa ni VMM kipenda Victor Mado Mandala. Na kwa sasa basi nianzie eneo la Mombasa mjini. Watu wa Pwani. Mm, karibu ni sema Pwani lakini ni Pwani. Naam, kule Mombasa mjini eh, kuna pasta moja maarufu mjini hapa hivi maajuzi alijipata katika njia panda baada ya kulimbikiziwa lawama za kujinufaisha na mali ya waumini wake. Na inasemekana kwamba badala ya kukuwa mfano wa unyenyekevu na uadilifu, pasta amejilimbikizia utajiri mkubwa kutoka kwa sadaka ya na michango ya waumini ambao walikuwa wame, wame, e, wakimwambia, wakimwamini sana. Ana nyumba kubwa, magari ya kifahari na anafanya biashara ya kifedha ambayo basi ina, inaonekana kutokuwa na uhusiano wowote na maadili ya kiroho. Swali linajiuliza, yani, pasta akiwa maskini kabisa, akiwa hoae, ndio mtafurahi kwamba pasta ako sawa? Naam. Ni vibaya. Kunao wachungaji ambao ni wakatili, ambao ni wajanja na kadhalika, ambao si wakweli, lakini je, does it mean kwamba pasta afaa kuwe maskini kuliko washirika wote? Si mumone. Lakini pia pasta ni biashara gani hii unafanya? Wanasema si ya kiroho. Ni biashara gani hii unajitengenezea pesa? Huenda labda hata pesa ambazo anatumia kukutajirika sio za washirika, labda ni ziwe za ujanja ujanja. Mnajuaje kwamba ni zenye washirika wanatoa? Labda pia washirika wenyewe ni mkono gamu ulimwengu pita pita. na mambo nikitoka kule, nikukumbusha kwamba iwapo wajiunga nasi kwamba ume subscribe chini ya video hii, comment yako hapa chini, na itakuwa vema zaidi alafu sisahau bell ambayo iko hapa chini nitakuwa vema zaidi. Nam, right? Kule, nikavuka mpaka eneo la Rwanda Rwanda iko kule mlima Elgon, ambapo basi inasemekana kwamba kuna wadua ambao kuna watu wadua pale, kivipi? Washirika wa kanisa moja eneo hili walitofautiana na uhusiano na ushauri wa mchungaji wao aliyewataka kutafuta e, mipango ya kando iwapo wachumba wao wataku, watawasumbua. Yani huyu ni ast st anaambia washirika wakose uaminifu kwa ndoa zao. Surely, hapo ndipo nafika nasema hizi ni nyakati za mwisho. Ilikuwa wapi eneo la Rwanda? Rwanda, si Rwanda. Rwanda kule mlima Elgon ah. Haya, na kweli ni nyakati za mwisho. Yani anawaruhusu anawambia, wewe jipangeni kuwa na mtu wa kutuliza stress shue, ishindwe mfululizo, hiyo ni riswa, shindwe kabisa. Na nikitoka kule nikavuka mpaka magarini Kilifi, nikarudi pwani, kasema wacharudi pwani, angalau pwani kuna eh, dem moja katika kijiji cha hapa amekuwa gumzo baada ya kukataa maagizo ya mmewe ya kumtaka aachane na chama cha kisiasa anachotumikia, anacho, ama anachokiunga mkono. naam, inasemekana kwamba mmewe alijaribu kumshinikiza aachane na chama hicho, lakini demu huyo akakataa. Najiuliza mnapofika mahali mnaamua, kwani nifaa mwe kama familia mwe chama kimoja? Yani hata kwa, kwa, kwa ndoa hmm, chama ni hicho, mkisonga chama, sijui waonaje? Is it okay kwamba mfike mahali kama wanandoa mnaamua chama ni kimoja, e, mna, mnafuata ndio mtofauti? Yani sijui mama alishauriwa na mzee akamwambia, hmm, mimi chama ni hiki. Na imagine ni chama kipi, unafikiri ni chama kipi? Guess na ni wapi eneo la Magarini? Kilifi, kitoka Magarini kavuka mpaka Manyata kule Kangundo. Manyatta Kangundo kuna kisura moja atemwa kwa kuzama kwenye anasa. Yaani yasekana kwamba kuna nasema, anaitwa e, nani anaitwa e, kuna mmoja hapa aliyedhani alikuwa amepata, ni kimwana mmoja alidhani kwamba alikuwa amepata e, barafu yake, lakini alibaki pweke baada ya jamaa huyo kumtoroka, akisema mwanadada huyo alikuwa mpenda anasa. Yani, jama fikam, jama fikam. Akipata pesa kidogo mm, utanipeleka Dubai lini? Akipata pesa kidogo twende, twende, twende os twende Mombasa. Jamaa anashindwa tajijenga lini, kama ni anasa tu. Akawakamwambia kasema huyu hapana, huyu hivyo ndio aliacho, akatupa mbao. Ukitafakari jayo, nikavuka, basi nimalizie eneo la inaitwa Kapkesosio uh, huko eneo la Chepalungu, Kapkesosio kaps, kule Chepalungu ambapo kuna mmoja pale eh, kuna mpango mmo, wa polo mmoja wa hapa kufurahia sembe, yaani ugali kwa minofu, baada ya kupata eh, mfuko wenye unga njiani ulitibuka, alipofumaniwa eh, kwenye bucha. Duru za harifu kwamba polo huyo alikuwa anaelekea kusaga unga alipopata Uh, unga ulioangukia barabara, jamaa alidhani kwamba bahati ilisimama siku hiyo, na akaamua kununua nyama badala ya uh, sukuma wiki kwa pesa alizokuwa nazo. Kwa hivyo jamaa amefika mahali umepata unga na umepata unga barabara, si naona hii imeanguka hapa. Kwa hivyo akasema pesa ilikuwa ninunulie unga, sasa sinunulie nyama angalau niende kuteremsha nijibambe, sema ambia hmm? mwili, asante, naam E, aliingia bucha na kuagiza nyama nusu kilo huku akitamani kufika nyumbani e, afurahie minofu na mkewe. Hata hivyo, ghafla aliangusha mfuko huo kimakosa kwa pikipiki. Aliingia ndani na kumtaka ampe unga wake. Jamaa aliaibika na kubadilisha e, ununuzi wa nyama, kisha akaenda kununua unga na sukuma wiki. Sasa alikosea wapi? Sasa alikuwa ameokota, tulikuwa nasema kitambo tukiwa watoto wadogo, tulikuwa natumia vingaje? Si lugha Iswahili mzuri. tulikuwa nasema chakurogota si chakuiba, so jamaa aliokota, so akuiba. Sasa ilibidi sasa, angeenda si afiche uu, unga kwanza, ungakwanza. <laughs> Ni wizi anyway, wacha tosheka na sukuma wiki ya kwako kwa, au sio? macha za, uza, za wenyewe. Achana nazo naye pia angekula basi nyama na ugali na na huyu mwingine alale njaa, ingekuwaje? Si poa pia. Anyway, ni katika pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM nikipenda Victor Mandala, nasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Hakikisha kama umesubscribe chini ya video hii kuna neno subscribe, click ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jina la account yako, Copy the link and share. Na weke comment yako pale na Bwana akutende wema. Subscribe, eh? Bye bye.